cha overthinking stress, depression, anxiety, na wakati mwingine unatamani hata kujizuru, unatamani hata upoteze maisha. Utakuta mtu anakwambia, natamani kunywa sumu, natamani kujiua, natamani nisiwepo kwenye mgongo huu wa ardhi. Ukija kumuuliza sababu, anakwambia kuna matatizo nimeyapata, sasa nashindwa ku last. I need to tell you this my friend, matatizo hayajaumbwa kwa ajili ya watu fulani tu kwamba wewe ni special, no. Unaweza kupata mtihani wakati wowote tu, na mitihani inakuja kwa ajili ya kutukomaza, mitihani inakuja kwa ajili ya kutuvusha sehemu moja kutupeleka sehemu nyingine. Sasa kwa nini ukate tamaa? Kwa nini utamani ku give up? Unajua hakuna mtu ambaye hana faida, kila mmoja ana faida kwa nafasi yake. Sasa kabla hujachukua maamuzi yoyote ya kujizuru, maamuzi yoyote ya kupoteza maisha, maamuzi yoyote ya kunywa sumu na kujiona ni mtu ambaye hauna thamani kwenye hii dunia unahitaji kujiuliza mara mbili, kwa sababu wewe ni mtu wa thamani sana. Unajua wewe ni mtu wa thamani kwa sababu una mchango, hata kama ni mdogo, lakini bado una mchango kwenye hii dunia. Kipindi ambacho unajiona wewe si mtu wa thamani, kuna watu wanatamani kuwa kama wewe. Inawezekana kazi yako unalipo mshahara mdogo sana, au hauna kazi ya kueleweka, lakini kuna mtu hana kazi kabisa. Kuna mtu ambaye ni mlemavu, kuna mtu ambaye amekatwa mguu, lakini bado ni hasla, bado ni mpambanaji kuna mtu ambaye ana maradhi ya saratani ya muda mrefu, lakini ukimuuliza anakwambia mimi nitapona. Kuna mtu ambaye anasumbuliwa na sukari, kimemtoa kidonda kikubwa cha kutisha, lakini anakwambia mimi nitapona na nitakuwa sawa, kwa sababu naamini huu ni mtihani tu, utapita. Sasa wewe umempoteza mzazi, ndugu, rafiki, mtoto au mtu wa karibu ambaye unampenda sana, eti unatamani kujiua. Sasa nikuulize tu, ukijiua ni nani atapata faida? Je, yule aliyekufa atapata faida au ni wewe utapata faida ya kuondoa kwenye hii dunia ambayo ina kila zuri ambalo unalijua wewe. Unajua matatizo sio kitu kizuri, matatizo hajaumbwa kwa ajili ya watu fulani. Hata wewe binafsi unaweza kupata matatizo wakati wowote wa najua, hata ukikaa chini ukijiuliza, inawezekana una mipango mingi sana, unatamani kuwa mtu mkubwa sana, lakini hautaki kupitia kwenye mitihani so lazima upitie nyakati ngumu ili zikukomaze uweze kumove kwenda kwenye step nyingine ambayo ni kubwa zaidi. Mtihani unapokuja, mitihani mizito haiko special kwa ajili ya watu fulani. Hata wewe unaweza kupata mtihani mzito ambao utakutikisa, mtihani mzito ambao utakufanya ukate tamaa, utamani kujizuru, utamani kunywa sumu. Lakini mind you, unapo uwini ule mtihani unakufanya unakuwa strong mara mbili zaidi, unakufanya unakuwa imara mara kumi zaidi. Kuna kipindi ambacho kama mwanadamu unaweza ukakipitia kipindi cha kujiuliza maswali ambayo hayana majibu, kipindi ambacho utakuwa unapitia overthinking too much thinking, kipindi ambacho utakuwa unapitia stress depression sonona iliyopitiliza. Kuna wakati unaongea mwenyewe kama chizi, lakini mind you, hii hali ukiichekea haihitaji maradhi yoyote kuweza kuondoka na maisha yako, inaweza kaa ni mbaya zaidi kuliko maradhi mengine yoyote. Kuna mtu ukimuuliza, wewe utakuwa unasumbuliwa na anxiety? Anakwambia no, lakini ukimhoji vizuri na kumtengenezea scenarios ambazo zina relate na hali ambayo anaipitia anakwambia this is me, huyu ni mimi huyu. Sasa i need to tell you one thing very special. We ni mtu wa thamani sana. We ni mtu ambaye una faida kwenye huu mgongo ardhi. We ni mtu ambaye kuna watu wanakutegemea wewe ni mtu ambaye una mchango mkubwa sana kwenye hii dunia, haujajua tu. Kwa nini ukate tamaa leo? Ukiondoka kwenye hii dunia, ni nani atafaidika zaidi ya sisi, watu ambao tuko pembeni yako? Tutachanga pesa, tutanunua ng'ombe, mchele, tutapika pale, tutakula kwa ajili yako. Leo ukipata matatizo, usiangalie watu. Priority yako ya kwanza wewe kwenye maisha yako, mtegemee Mungu zaidi, kwa sababu watu watakudisappoint. Kwa mfano mimi binafsi nimejitengenezea utaratibu, nikimwomba mtu namba ya simu, nikimtafuta siku nikimpigia, akiniuliza we ni nani, huwa si panic, naambia mimi ni fulani, then I relax, kwa sababu hata nikinuna hata nikasirika, nitakuwa nimfaidisha nini? Hebu jaribu kutengeneza utaratibu kwenye maisha yako, stress, overthinking, depression anxiety isiwe ni option kwenye maisha yako Kiwe ambacho, kuja, kid, ni kitu ambacho kinapokuja unajaribu kukisoti on time. Haiwezekani mtu anakustress every single day, lakini bado nimng'ang'ania huyu atakuumiza. Tengeneza utaratibu ambao mtu haeleweki hakufai kwenye maisha yako, msoti mweke pembeni, maisha yako yaendelee, kwa sababu maisha yako ndio number one thing, then maisha ya wengine. Unajua mi binafsi nitakuona ni mzembe sana kama umejiua, kwa sababu unapitia matatizo, nitakuona ni mzembe sana kama umechukua maamuzi magumu ambayo hayana faida kwako, kwa sababu kuna sema, okay? kuna mitihani tu umeipata nitakushangaa, afu nasema okay, kuna kitu kinaitwa age related diseases, ugonjwa wa umri huu. Ni kila mmoja lazima aupitie. Unapofikia umri wa kujitegemea unahitaji pesa kwa ajili ya kurani maisha yako, kwa ajili ya kufanya miradi yako, kwa ajili ya kusaidia siku unapokuwa na matatizo ya maradhi au kuwasaidia watu ambao wako karibu yako, wazazi, ndugu, watoto, na watu wote ambao wanakutegemea unahitaji pesa sasa. Huu ni ugonjwa ambao kila mmoja lazima upate, na huu ndio umekuwa ukitengeneza matatizo haya ambayo watu wengi wanayapitia. Sitaki kusema kwamba watu ambao wana pesa hawapitii hizi changamoto no, hata wao wanapitia yako tena, huenda akawa ni magumu zaidi kuliko hayo ambao wanapitia wewe. Lakini kwa nini ugive up? kwa nini ukate tamaa? kwa nini kwa ujione wewe huna thamani kwa sababu ya matatizo? Utakuwa ni ujinga. Leo nataka nikufundisha simple scenario ambao utaitumia ku overcome hard moment hard situations kwenye maisha yako. Unaopoteza kazi, hakuna excuse, kwa sababu bado unahitaji kuishi. Tafuta kazi nyingine, kuwa creative, tengeneza namna ya kupata kipato au vitu ambavyo vitakusaidia kwenye maisha yako, kwa sababu ajira sio option pekee ambayo itakufanya survive kwenye haya maisha. Unapokuwa na maradhi unahitaji kuyatatua au kuzungumza na mtaalamu ambaye anaweza kukusaidia kwa sababu kukaa kimya na maradhi sio option sahihi ambayo itakusaidia zaidi. Itakuongezea matatizo, gharama na kufanya mwisho wa siku hali ikawa mbaya zaidi. Kwa hiyo, unaopitia hali ya maradhi unahitaji kutatua, na hii itakufanya uwe huru zaidi kuendelea kufanya shughuli zako. Unaopitia kipindi cha madeni kwa sababu ya matatizo ambayo uliwahi kuyapata, unahitaji kusolve madeni yote ambayo uko nayo ili uweze kuwa huru na vitu ambavyo unavifanya. Go and speak na mtu ambaye anakudai kuhusu hali ya kumlipa deni lake au madeni yake. Unaweza ukalipa kidogo kidogo mpaka ukamaliza, lakini kukimbia madeni sio option sahihi ambayo itakusaidia zaidi. Itakufanya wewe ujihisi ni mtu ambaye una hatia, ni mtu ambaye umefanya vitu vibaya kwenye maisha ya watu, na hii itakutengenezea anxiety. Sio sahihi kwenye maisha yako. Unahitaji kuwaweka pembeni hata kama wanaongea maneno mazuri, hata kama wanaongea maneno ya kukushawishi, unahitaji kuwaweka pembeni. Watu wanapokuongelea vibaya, watu wanapokucheka kwa sababu ya kitu fulani ambacho unakifanya, huenda ni loko au kimeanzia chini, unahitaji kufocus zaidi, na wakupe hasira ya kufanya mara mbili zaidi kuliko ulivyokuwa unafanya mwanzo, kwa sababu siku ukifanikiwa, hao hao watakuja na kuuliza ni njia gani ulipita mpaka kusucceed, ni vitu gani ulivifanya. Kuna watu wanaweza wakaja kwenye maisha yako wakauliza kuhusu mafanikio yako, hawana lengo la kujifunza, bali wana lengo la kwenda kukaa katikati ya mifereji ya mafanikio yako, na hii huenda ikawa ni mbaya zaidi, kwa sababu huenda wakufelisha maisha. Yako ni kitu cha kwanza kwenye hali zozote ambazo unazipitia. Mimi ni Ibrahim na hii ni Medical life, karibu.